Ninawasalimu watu wa Mungu, ni matumaini kama ni wazima wa afya. Tafadhali usianze siku yako bila kuifungua video hii. Unapoamka tu jambo la kwanza mwambie Bwana asante, kwa sababu kuna waliolala, lakini hawakupata nafasi ya kuamka. Kuna wenye pesa, kuna wenye nguvu, kuna wenye akili, kuna hata waliomtumikia Mungu kwa viongo vya juu kuliko hata mimi na wewe, hawapo. Si kwamba walitenda dhambi, wewe ndo mwenye haki au mimi ni mwenye haki? Hapana, ni kwa neema ya Mungu tu. Sikiliza, unaposema asante unamfanya Mungu akufanyie zaidi ya alivyokufanyia jana. Ni kuonyesha kwamba ni kuonyesha una ni uzima ambao Mungu aliokupa. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Zaburi 92 mstari msari wa kwanza, ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake yeye aliye juu. Kwa hiyo unapoamka tume Bwana asante, kwa sababu, kumbuka, moyo usiokuwa na shukrani ukausha mema yote. Mungu akubariki sana.